Nilipokea baadhi ya malalamiko kutoka manispaa ya Sumbawanga. Wapo walimu waliajiriwa tangu mwezi Februari, lakini mpaka leo hawajaanza kupata mishahara yao. Hili sio sawa na halikubaliki kabisa. Kazi ya maafisa utumishi kwenye halmashauri ni nini? Niseme tu pia kuwa maafisa wa utumishi kwenye halmashauri Mnaanikiwa na watumishi badilikeni, na msipobadilika, tutatumia vyombo vyetu kuwabaini maafisa wa utumishi wasiokuwa waadilifu. Tutatumia vyombo vyetu kuwabaini maafisa utumishi ambao ni wazembe. Tutatumia vyombo vyetu kuwabaini maafisa utumishi ambao ni wavivu kwenye halmashauri na tutachukua hatua stahiki. Yeah, yeah, yeah, mkuu mkuu ya mheshimiwa mkuu mkoa mkoa ilivyozungumza wito kwangu kwa maafisa ya utumishi. Maafisa ya utumishi ni watu ambao wanaishi na watumishi kwa masaa mengi na kwa muda mrefu, waendelee kutenda haki wa waendelee kutenda wanda kadri ya kanuni za kazi na lakini pia kufuata maadili ya kazi kazi zinavyosema. Kwa mfano, kuna baadhi ya wafanyakazi wanaweza kuwa wanahitaji ruhusa ruhusa za kazini, lakini kuna wale wanaoumwa wanatakiwa kupata ruhusa za kupata matibabu. Nilikuwa nawaomba na waomba sana kwa maafisa utumishi waweze kuwasikiliza wafanyakazi wao ili kuleta hali ya uboreshaji Kazi kwa mahalo, mahalo, kazi wa utendaji kazi mahala pa kazi. Nimeona maadhimisho ni mazuri. Ninachotaka kutoa wito ni maafisa utumishi waendelee kuzingatia miiko na taratibu na kuhakikisha kila mtumishi anapata haki yake anayostahiki. Yapo watumishi ambao wapo wanaendelea vizuri, maafisa wetu wanaendelea kutetea, wanaendelea kusimamia, wanaendelea kwa kufuatilia haki za watumishi zinaendelea kutolewa kwa basi, niombe na wengine waendelee kupata mifano yao wanaofanya vizuri ili watumishi wanaofanya sherehe zao basi kutoka, wawe na furaha kutoka moyoni lakini waendelee kutimiza wajibu wao jinsi inavyotakiwa.